Tabora United sasa hivi ni, hehehe, ni level ya kina Al Ahli. Level ya kina Mamelodi Sundowns. Hiyo ndo Tabora. Tabora United sasa hivi ni level ya kina PSG. Sawa eh? Kwa hiyo hata Yanga Yanga tarehe mbili mechi wanakuja kucheza. Hawaji kucheza na Tabora United. Wanakuja kucheza na Tabora United Al Ahli ya Tabora. Ndio mechi wanakuja kukutana nayo. Wewe fikiria timu kama Yanga anakuja kulipiza kisasi na Tabora. Serious. Yaani timu ambayo ina ina miaka na miaka imekaa na sununu, yani timu ambayo ina miaka na miaka inakaa na sununu, tunakwenda kulipiza kisasi kweli? Yani Yanga anakuja, anashuka, anakuja kwenye ndege, tunakwenda kulipiza kisasi kwa Tabora. Sisi hatuchezi mechi ya kulipiza kisasi. Sisi tunacheza mechi ya kuongeza ubora kwenye timu yetu, na ninakwambia na ninawaambia Watanzania na mashabiki Hakuna rangi ataacha kuiona Yanga tarehe mbili, yaani mechi ya Yanga tarehe mbili. Sawa, tarehe mbili mapema sana, wana Tabora waje uwanjani tarehe mbili mapema wachukue siti zao, alafu saa kumi na mbili muda kama u sasa hivi saa ngapi, saa hivi saa kumi na moja na nusu kimi kama itoka kwenye kipindi cha pili, Yanga nani? Tabora anaongoza ushana elewa Tabora anafanya nini? Anaongoza. Dakika tisini full time. Tabora ameshinda. Yaani Yanga hata goli la offside hapati. Shot on target hapati. Shot on target. Sio shot of target. Shot on target Yanga tarehe mbili hapati. Goli la offside hapati. Unaelewa? Yaani sisi tupo package. Full package. Sisi wa last boni. Sisi ni watoto wa chifu Mirambo na chifu Isike na ndio maana tunakwambia hivi Ukija kwenye ardhi ya chifu Mirambo na chifu Isiki hauwezi kutoka salama, na ndio maana tumewaambia uwanja wa Ali Hassan Mwinyi hautaji ulinzi, unajilinda wenyewe. Narudia tena. Kwa hiyo kama wanakuja mafungu mafungu ili walinde uwanja, nawaambia kabisa, uwanja ule hautaji ulinzi.